Tufahamu ya kwamba Qurani ni ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu. Hii Quran ni message from Allah. Hasa unapokuwa ni mwenye kuisoma Qurani wapitia aya aya aya. Ujue ni Mwenyezi Mungu wewe. These are the words of Allah, Mwenyezi Mungu wa kuzungumzisha wewe. Spoken words of Allah. Ndo maana shetani hawezi kukaa mahali Qurani inaposomwa. Walillahil lillahi mathalul a'la. Leo ukipata barua kwa lugha usiyofahamu, umepata barua mathalan, kutoka miongoni mwa Rais Erdogan amekuandikia barua kwa lugha Kituruki, utatafuta kila njia upate kujua maana yake. Fakaifa, ujumbe hii ni kwako kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, mbona unapoisoma Qur'ani wasoma pap pa, pa, pa, pa, na hujui Mwenyezi Mungu akwambia nini? Hii Qur'ani italeta mabadiliko katika maisha yako pindi ukifahamu Allah yakwambia nini. Ndipo Allah akasema katika suratu Saad Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ululalbab. Ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu ameshukisha na kuna aya zake, hizi ni aya za Allah na ni message from Allah. Liyadabbaru, ili mupate kuzingatia. Hasa hii Qur'ani, hatusomi kupata thawabu peke yake. Qur'ani ni mwongozo wenye kubadilisha maisha yetu, ni mwongozo wenye kubadilisha maisha yetu. Kwa hivyo ulama wanasema katika adabu au katika mambo ambayo utakana uifanye unaposoma Qurani ndani ya Ramadhani, hata pia nje ya Ramadhani, basi jaribu kufahamu Allah anakuambia nini. Hii hivi ndo athari itapatikana katika maisha yako.